Fasalu, ahla dhikri, in kuntum la ta'lamun. Mwingine na, anasema mimi nimefiliwa na mamaangu angu nakwenda mwaka wa pili sasa, na baba angu ameamua kuoa mke mke mwingine. Je, mimi kama mtoto inafaa kwenda harusini, kwa sababu kwenda harusini kwa baba angu. Na je baba angu hakuna eh, kualika ndugu zake hakuna shida yoyote kwa mtazamo wa dini yetu, jawabu hakuna, nenda harusi kwa babako beishirini. Hata kama kafa mama yako baada ya wiki akaenda kuoa, ni jambo la kheri yote na yale, tunabidi kukubali maamuzi ya Mwenyezi Mungu. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Basi inakubali maamuzi yake, kwa sababu ni njia sote, hakuna atakayebakia. E, tunaishi tupate kufa, yani hakuna kukaa hapa milele. Kwa hivyo kufa si jambo, ni msiba tabaan, lakini tunarudisha kwa Mwenyezi Mungu na mtu akifanya jambo lote la sheria basi inakuwa ni nzuri hilo. Kwa hivyo unakwenda na baba yako, kama hakumwalika ndugu zake akamwalika nani tena? Lazima waambie ndugu zake eh, yeah. au unakusudia ndugu zake huyu marehemu baba, sasa vile lazima waambie ndugu zake haa, pia ni ndugu zake, tayari mshakuwa ndugu vile vile. Kwa hivyo wote wanaambiwa na wote wanashirikiana kwa pamoja katika harusi eh, yeah. na yalopita, yeah, yeah, ndio Mungu aliyokadiria wa eh yeah. yeah. wallahu tabarakata ala alamu hikma.